Namna ya kuteka soko la kibiashara ili uweze kutengeneza pesa kupitia biashara ambayo unaifanya. Unajua, hakuna biashara nzuri kuliko biashara nyingine. Uzuri wa biashara uko kwenye pesa ambayo inaingia. Kama biashara yako haiingizi pesa, hata kama ni nzuri kabisa, hiyo sio biashara ambayo ni nzuri hata kama ni nzuri kwa macho, sio biashara nzuri, kwa sababu haitengenezi pesa. Sasa kila biashara ina uwezo wa kuingiza pesa, ikiweza kuteka lile soko. Na unalitekaje? Wewe nakupa mfano mmoja. Kuna kampuni moja ambayo ilikuwa inatengeneza miwani mizuri, lakini ambayo ina matokeo mazuri sana, ilikuwa ni miwani ya macho, lakini pia miwani ya urembo, ile tunasema miwani ya jua. Sasa ile kampuni ilitaka kwenda kupanua masoko ikawatuma watu wa sales, ikatuma kundi la kwanza kwenda kwenye moja ya eneo ambalo palikuwa hawajapeleka bidhaa zao hizo za miwani. Sales kundi la watu wa masoko na mauzo lilipoenda mara ya kwanza, likafika pale, kwanza ikakuta kijiji kizima na lile eneo lote ambalo linazunguka kile kijiji, palikuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye anatumia miwani kwanza walivyofika pale wakakata tamaa wakasema sasa hapa tunafanyaje kila mtu alikuwa anamwambia kuhusu miwani jamani tuna miwani hapa tunauza shilingi elfu kumi watu wanakimbia wanasema asante asante asante aa watu hata wajui miwani na kazi gani lile kundi la kwanza likarudi lilivyorudi likaenda lika pale kwa mkurugenzi sasa kwenye kikao wakati wanatoa ripoti wakaanza kusimulia sasa tumefika kule watu hata wavai miwani watu hata wajui miwani kabisa tumerudi nayo hatujauza hatujamuzia mtu hata mmoja sasa pale palikuwa kuna jamaa mmoja alikuwa ni guru kwenye eneo la masoko na mauzo. Alivyosikiliza akamwambia sio, akasema sio, mimi naomba unitume, sasa niende kule, kwa sababu mimi ninaona kuna fursa. Huyo guru alivyoenda kule, bwana, alipofika kitu cha kwanza, lile kontena <laughs> lile shehena la, la, la miwani akaliacha pale ambapo alikuwa amefikia ule mzigo mkubwa, alafu akaanza kuzunguka mitaani na sampo tu chache, anawafundisha watu namna ya kuvaa miwani ili ya urembo, namna ambavyo inakusaidia kupunguza uh, athari za mionzi ya jua namna ambavyo natengeneza muonekano wako, sehemu ambapo unaweza ukaivaa. Akawa nenda kwa wale watu ambao wanachoma, wanachomelea, mafundi welding wale wanachomelea vyuma, anakwambia ukivaa ile miare ya ah, hivi ambavyo unachomelea haitakuathiri kwa macho, yako yatakuwa hayaumi mara kwa mara wala hayataharibika mapema. Akawa nenda kwa wazee, anawaelekeza miwani mizuri ya kutumia, anawavalisha ile miwani, anaambia angalia huku, mtu anaangalia. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Unaonaje utofauti kati ya ulivyokuwa hauna miwani na ambavyo ukivaa miwani? Mtu anasema sasa naona utofauti mkubwa sana. Akitoa afu anamuuliza ehe, vipi, ungependa nikwache miwani ili wewe unaona vizuri na sio unaona vitu kwa ukungu kungu? Wale wazee wanasema kabisa, mimi ningetamani kuwa nayo hii. Anauliza miwani kama hii unadhani ungetoa kiasi gani cha pesa ili niweze kukuachia Guess what, wengi walikuwa wanataja zaidi ya ile bei ambayo alikuwa anauza, lakini alikuwa anaambia mimi nitakuachia kwa hii bei. Hata wale ambao alikuwa wanasema kwa bei ndogo, anawaambia unajua, hii miwani hivyo ambavyo nimekwambia ni vichache tu, hii miwani itakusaidia moja mbili tatu, anaongea zile faida zaidi na kuongea pia juu ya ubora wa ile miwani. Kwa watu wengi wakua, walikuwa wananunua wanasema, mimi ita, tamani mkae na hii miwani. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi akawa amemaliza mzigo wote na alivyorudi kule ofisini kwake, ile timu ya kwanza ilishangaa, na sio, akashangaa sana, akasema mbona watu wa kwanza walisema kwamba kule hakuna soko, na wewe soko umeweza kuliteka vizuri? Akawapa haya masomo matano juu ya kuteka soko la aina yoyote ile, ambalo pia wewe ujifunze jambo la kwanza. Akasema soko halipo, soko linatafutwa. Kwa hiyo kama una bidhaa yoyote ile usizani kwamba wateja watakuja tu. Inawezekana hata kama unauza mito, una mito mizuri tu kama hii, lakini watu wasijue kwamba hiyo mito itawasaidia nini. Kwa hiyo hata kama ni mtandaoni, usiwe una posti tu kwa kuonyesha, jamani mito elfu ishirini Anza kutoa elimu juu ya hiyo mito. Jamani, hii mito itakufanya ukikaa kwenye kochi lako utarelax. Hii mito itaongeza mwonekano mzuri wa sebule yako. Hii mito itafanya uonekane professional. Hii mito ukiegemea, kama mtu na tatizo la mgongo, mgongo wako utakuwa auumi. Mifano ni mingi sana tumekuja na saa ambazo ni nzuri, inakaa vizuri kwenye mkono wako, sio kubwa, rangi ambayo ni nzuri, unaweza ukaivalia nguo za aina mbalimbali. Sababu tano kwa nini uvae saa hizo, ni content ambazo zinakusaidia kupata soko. Mtu ataanza kuona umuhimu, kwa nini kila mwanaume anapaswa kumiliki scrub kwa sababu skrabu inafungua polzi za kwenye ngozi yako ili iweze kuwa ya kuteleza. Isha kusikia uweusi wa kuteleza haupatikani kwa kuwa kwenye jasho muda wote, au kwa kuogea sabuni za kawaida, ni lazima usugue na scrub. Hizo ni content, unaanza kutoa content za elimu kama yule muuzaji wa miwani alivyokuwa anawapa watu elimu, ndivyo ambavyo unatafuta soko. Namba mbili, fursa haiji ikiwa imependeza. Fursa mara nyingi inakuja kama tatizo. Kwa sehemu yoyote ile, ukiona tatizo, ujue hapo ndipo kuna fursa. Ujue tu namna ambavyo unaweza ukabadilisha lile tatizo liweze kukuingizia pesa. Watu wa kwanza walivyoenda kwenye kile kijiji wakaona watu hawavai miwani, wakaona watu hawaijui miwani, wakaona ni tatizo. Lakini ukweli ile ilikuwa sio tatizo, ilikuwa ni fursa. Wao hawakujua ni namna gani ambavyo wanaweza wakabadili huko kutokujua juu ya tatizo lao kwamba miwani yao inaweza ikatatua hilo tatizo, na wenyewe kwa kiasi kidogo tu wakawa huru. It is the same pia na wewe, tatizo lolote lile pia ambalo unaliona ni fursa ile. Matatizo ya watu ni fursa, na ndio maana matajiri wanatengeneza pesa kwa kuangalia matatizo ya watu wengi. Kama kuna tatizo la chakula sehemu, ndipo wanapeleka chakula kuuza kama kuna shida ya gesi sehemu ndo wanapeleka gesi kuuza. Kama kuna shida ya nguo sehemu ndo wanapeleka nguo kuuza. Sio, watu maskini huwa wanajiangaliaga shida zao, akipata hela tu anatatua matatizo yao, au wanafanya kitu ambacho wanakipenda. Hapana, au wanaiga kwa vile tu sehemu maskini. Wao watu wengi ambao hawajui namna ya kufanya biashara, kutambua fursa, akikuta sehemu kwamba wanauza masofa, anahisi kwamba hiyo sehemu basi ndio biashara masofa inafanya vizuri kwa pamoja, na kwamba watu wanauza masofa, wengi wanauza masofa, wewe ungekuja na solution moja tu, hata ya kuwa na mashine ya kusafisha masofa ungetengeneza hela ambayo ni nzuri. Kwa hiyo jambo la pili la muhimu sana, angalia matatizo yanaweza yakawa ni fursa. Jambo la tatu, mafanikio huanzia akilini siku zote. Ukijiona wewe ni wa kushindwa, hautoweka juhudi, hautotia nguvu na wala hautoona fursa kwa ukubwa. Lile kundi la kwanza lilivyofika tu pale imani yao ilipungua baada ya kuona kuna mtu ambaye anavaa miwani, baada ya kukataliwa na mtu wa kwanza na mtu wa pili na mtu wa tatu. Lakini utakapokuwa na imani hata ukataliwa na mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, anasema mtu wa nne atakubali, mtu wa tano atakubali. Na kweli unakutana na mtu wa tano anakubali, mtu wa sita anakubali, na biashara yako inafanya vizuri kabisa, na mambo yanakuwa ni mazuri, na biashara yako inakuwa Jambo la nne, mafanikio kwenye soko yanatokana na uwekezaji wa muda mrefu. Watu wengi sana huwa hawaweki uwekezaji kwenye matangazo kwa muda mrefu. Wanataka akitangaza leo e, bidhaa yake mtu aione leo leo aipende leo leo anunue leo leo. Kumbe kuna mtu anaweza akaona bidhaa leo akaanza kujipanga alafu akanunua baada ya wiki moja, akanunua baada ya siku kumi, akanunua baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo utakapokifanya kitu kimoja kwa muda mrefu, watu watakuwa tayari wamekijua, wamekiamini, lakini pia muda mwingine wamejipanga. Kuna vitu vingine ambavyo mtu anaweza akakiona, kama sio ambacho ni cha haraka sana, hawezi naye akafanya haraka sana kununua kwa hiyo utakapofanya hicho kitu kwa muda mrefu sana ukawekeza kwenye matangazo kwa muda mrefu sana, inafanya mtu akiamini na anunue. Kwa hiyo usiishie njiani. Jambo la mwisho, kuteka soko kunahitaji uwe king'ang'anizi, uwe katili sokoni, ujue kulazimisha, usitie huruma. Ukitia huruma kwenye jambo lolote lile, hakuna soko ambalo utatengeneza pesa. Ni lazima uwe mtu wa kujaribu, ni lazima uwe mtu wa kutumia mbinu, ni lazima uwe mtu wa kupata maarifa, alafu yale maarifa uyatumie, na yasipofanya kazi unabadilisha mpango mkakati, mwisho wa siku uweze kupata matokeo lakini ukiwa ni yule mtu wa kutia huruma, jamani ye, tumeshusha mzigo mpya wa miwani jamani ye, we are open. jamani ye, mimi ni mtoto wa mwisho, nionieni huruma, miwani ipo, mzigo upo wa kutosha, nunueni. Hakuna mtu ambaye ananunua kitu kwa kukuonea huruma. Kuwa na njaa ya kuwaonesha watu kwamba hiki kitu wanakihitaji, ya kupushi hata mtu ambaye alikuwa akuzingatii, mwisho wa siku wasi. Jamaa hivi huu mda wote huwa anapostigi nini? Huwa anazungumziaga nini? Ana akiweka sikio lako ananunua, na mwisho wa siku unatengeneza pesa, na wewe anakuwa mteja wako, na mteja wako ananambia mteja mwingine, mwisho wa siku unakuwa na soko ambalo ni kubwa na biashara yako inakuwa vizuri. Umejifunza nini juu ya stori hii na namna ya kuteka soko? Naomba uniambie kwenye komenti, ni mbinu gani ambazo wewe unazitumia ili uweze kuteka soko kwenye hiyo biashara ambayo unaifanya? Na kama una swali pia niulize hapo kwenye komenti juu ya masoko, na mimi nitakuwa tayari kukusaidia kwa upendo kabisa. Kama umejifunza na unatamani kujifunza kwa video nyingi ambazo zinafuata, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare kwa wenzako hii video ili na wao wajifunze. Asante.